Nawakwepa kodi na tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali. Wako wanaodhamiria kukwepa kodi, wale tumekuwa tukichukua hatua. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka minne tumeweza kuwapeleka mahakamani walipa kodi waliokusudia kukwepa sabini na saba na kesi zime zipo ambazo tumeshinda na zingine ziko kwenye hatua mbalimbali, lakini tumekuwa tukipambana na wanaotoa risiti feki, na nichukue nafasi hii kuwaomba Watanzania na wafanyabiashara wasishiriki katika kununua risiti hewa na kuzitumia kupunguza kodi wanayolipa. Hautasalimika. Uta, utashindwa kujulikana sasa hivi, lakini baada ya muda utajulikana, kwa sababu katika vitu ambavyo havikwepeki ni kodi. Rekodi zitakuwepo na baadaye utajulikana na utakuja kulipa kodi ambayo ulidanganywa kwamba unaweza kusaidiwa usilipe. Utalipa ile, utalipa na adhabu, utalipa na riba. Kwa hiyo tunapambana na hawa, tunapambana ambao wanafanya counterfeit ya electronic tax stamps. Uh, baadhi ya watu wanauza vinywaji changamshi badala ya kulipia kodi wana, wanaweka fake. ETS. Tuna kesi zinaendelea mahakamani na tumekuwa tukiwabaini, lakini tunao ambao wanafanya dumping; wanachepusha bidhaa badala ya kwenda nchi za nje wanazirudisha ndani. Tumekuwa, hawa hawatengenezi usawa ndani ya biashara, na wenyewe tumekuwa tukichukua hatua, na kama mnafuatilia, mliona kuna kesi imefunguliwa jana ya watu ambao wamekuwa wakifanya hivyo na nyingine nyingi zitakuja tumekuwa tukipambana na ambao wachache wanapewa exemption lakini wana abuse. E, tumechukua hatua mbalimbali. Tumekuwa tukipambana na watu ambao wanadanganya pale custom kwa kufanya undervaluation ya, ya imported goods. Zote hizi ni njia ambazo zinaondoa usawa katika kulipa kodi, na moja ya kazi yetu ni kutengeneza usawa ili wale wanao comply wasife, waendelee kufanya vizuri zaidi na tutaendelea kufanya hivyo. Mafanikio mengine ni kutoa elimu ya kodi. Umetoa elimu ya kodi sana, na mnamwona Kayombo yupo hapa, tumefika. Tunatoa elimu ya kodi kupitia semina, kupitia mlango kwa mlango, lakini kupitia waandishi wa habari, hata hii ya leo. Sio tu mafanikio ni elimu ya kodi, napozungumza njia za ukwepaji kodi, maana yake nawaomba na, na nyie mkawaeleweshe wanaokwepa na wajue kodi haikwepeki inaweza kuahirishwa tu, lakini baada ya muda itajulikana na utalipa. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu <tune>